You know, you know, I, I a

Nikasema sasa kabeme radio. Ndio nitaenda mimi kufanywa ma interview. Ndio thie. Ah. Watu kwa nyumba waka insist. Unajua hawa wanajua mudhoni mimi simjui vizuri. Na msikia gatu, na utolewi gwa gari utamudu tarili. Sitaki kusema mtu mtasema na nyorulia watu, start giving example. But unasikia gatu kijina kwa ah. Mimi kuenda siku ya kwanza nilifika saa saba. Mudhoni ameni wait. Normally they even cancel you. Kwanza hawa wa YouTube, na hata wa YouTube wa, wanakugobanisha siringi na fea dak na ukiwasherewesha, wana kugobanisha ni da, da, ni in 3 we are introducing our mgeni finally amefika 3 2 1 Githaiga wa chai and I was like yo, yo. Kwani it was this serious dikangi, nime nimefumilia tu

I want to have a talk with you on radio again. And for the first time, hata kuongea nirudi kuniambia nirudi. Ye? Yeah? Huyo ameniambia nirudi hapo, di hapo ndio na hapo, kusi kwa naishukua serious kumbuka. I was not her, I was not her follower sana. Nika tu venye mtu anaweza kuwa, mimi nikuwa mambo ya TikTok. So sijui mambo ya Facebook sana, sijui mambo ya radio, sijui dhali kiliri radio li. Ah? Kidogo kidogo. Maka niambia Githaiga juli kwa saa saba tuvige kiapia twende hivi, naweza kununulia ni kununulie ranch. ah! ranch mavi na fanye niko ja, tuai kuruka. Mimi deep down in my head, ni juicy juicy tu. Na I am telling myself, of course I can afford now, I can afford an Uber. So najiambia tutaenda chini. Ni ni guri ya kauba, kana Muthoni ali kauba. Because enda me offer, I'm sure atalipa. Or kama akona gari, kama akona gari, I expected, kama akona gari washa nikute gari na abiwa niingie, naona gari ile ya Ruto, ile ya gari Ruto, ile ya athiaga nayo my event

Githaiga. Nado ke je. He. Ngawe baraji la higure murago. Nafugua murago. Baka naona kama sina. Kama hifuguki. Inafuguka lakini ni msito. Ni msito. Hadi unasikia kama, Jesus. Ah. Dreno jika la habere draika. He. Tumetoka hapa Kameme. Tumeenda, tumeenda, tumeenda. Gari inori. I swear by God. Sijawa igia kwa gari kama hiyo. Never. That was the first and the last. Okay, not the last, maybe nitaigia in future. But that was the first time. Gari ni safi. Haina hata katata. Unona katata, haina hata, unona watu wa masigala na malaika. Hakuna hata kiberiti. Gotile ginya, unajua. Hakuna tule tufitu tunaekaka kwa watu wa Mazda. Tutu, tutu, tutu, perfume nyingine tunanukaga isiri. That is not those dramas. Gari ina iko na joto, iko na baridi. Unasikia kuwa mgonjwa, joto baridi, unasikia joto baridi. Gari iko hey, ukienda hata usikii kirurumba, una ni kama uko kwa neno ile mtu akora wodege. Guys, una unapanda wapi? Yuko ni maisha ya dege. Guys, ushapanda dege ile siku ya kwanza, unaendaka huru, unasikia miguu kama ama lift zile, lift za Kenyatta. Usha ipanda lift za Kenyatta. Ujua kuna siku mwiti alikuwa gamishi, yani n kigari ilikuwa gaifo gari unasikia kama una cruise, ni kama uko kwa meli. Okay, zipi pada meli, lakini nasikia ni kama niko kwa meli. Kuna gari unaweza pada, una shida ukikaa na hii matako, ugashe gear right, ugashe gear left, you know, especially ile tududu nilikuwa nasema. Unaona through to see me through, una badilisha hii, una badilisha hii matako, eh, tio unasikia ni kama ina kumasaji dina, unaingia hata, you know hii kiti No tuikare turi andu atatu. Yeteli, sisi tunafinyana. Kiti ni kama hii katusita. Yete kigana haria. Muthoni ni haria aikarete ri. Ni kama ile viti ya president na deputy wa kia the event. Kuna kwa kena kamesa hapa katikati. Kuna space kubwa. Eko ori ya nani dihuku. Hasa mimi nashaga huyu nitamuuliza swali gani. Hawa hatirani na adeto. Tuthi iti ugotu haha. Ujue mina kahi karut. Nafaa kushukia mudhaiga.

hapa sinitoe githao kimoja kwa hisisiko kwa, kwa mfuko nilipe mia nane hata nikasema, leo nitatip dereva you know I'm so excited ha. Nikaenda kwa Uber nikaenda home, ni mei tisa, nihadonaire mbesa ndakinya. Nyumba ri andu aria ndatigite mari arefiri. Unajua nikuwa nimeasha watu kwa nyumba wakiwa warefi kama watatu wanne, nikawaonyesha yusi mi nimetoka wira. Unajua tu ni watu tu, mama best ni mabest tu ni toda yetu. Tukwa gatuna usaga kitabu, hawa wote ni maraya, retired. Is the type of akina refi. You see, nimetoka wira, nimetoka wira nimekuja na kakitu. Ah, tukachangamuka. Hey, kakuru mjini, tukaendea. Tu hadhiri, nidi ali hile kasi, dali hakana mpesa. Tell me why I saw money I have never seen in my phone. Hey! You know, nilikuwa mrefi, sikwambia hawa, nikadhani mtu ametuma wrong number nikafanya kitu ya kwanza. Ti ti, ti, ti, ti, ti.